mashehe wetu wote na waumini kwa ujumla, tuiombee nchi yetu amani. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na tunafahamu kwamba mara nyingi katika nchi yetu hii amani hutetereka kipindi cha uchaguzi. Mwaka huu sote kwa pamoja tuweke azma ya kwamba tuingie katika uchaguzi kwa salama, tutoke kwa salama na tukipata amani hii ikiendelea, maana yake yale mambo ya kimaendeleo mengi tutayafanya. Niki kipindi cha miaka mitano hii ya kwanza ya awamu ya nane, kuna mambo mengi ya kimaendeleo yamefanyika katika nyanja zote, iwe sekta ya elimu, maskuli yamejengwa mengi. Sekta ya afya, tumejenga hospitali nyingi barabara tumeweka kila pahali, miradi ya maji ipo, miradi ya umeme ipo, viwanja vya michezo hali, mradi tumefanya maendeleo katika nyanja karibu zote. Lakini yamepatikanaje? Yamepatikana kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo. Tuko ndani ya kumi la mwisho na tumeadhiwa hapa kwamba tuongeze bidii katika ibada na sote tuweke azma na nia hiyo ya kuongeza bidii katika siku kumi hizi zilizobaki, na inshallah Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu atupe kila la heri, aijalie nchi yetu idumu katika amani tuliyokuwa nayo.